So I told you, today we are no diaper day. Tutashoot na nyinyi the content the whole day bila diaper. This is how we are surviving the marketing tosh, okay? Now tuko na twingi, tumenua twingi. So let me tell you, ngozi itachafuka, lakini let me tell you the benefits. Baby atakuwa free the whole day, atakuwa free, and then auta, unajua, imagine wewe mama unashinda na pad the whole day. Unasikianga aje? So, we are no diaper day. Zawadi mi na shoot. Wana vile anasikia vizuri. Eh. <laughs> So hiyo amesusulia ndio hii masusu, ndio hiyo masusu. So tunatoa tunavaa ingine, tukisonganga hii. hey, Macintosh, ukuwe nayo kila mahali usikae bila, okay mama eh, eh, eh, sawa. Haya, Tari wa nane. Hazite nae Dhambi ni wa shetani. Yeye alizitenda. Okay, ha, rudia tena. Tokea mwanzo rudia tena Waraka <laughs> wa Yohana ule wa kwanza Sura ya tatu msitari wa nane hey. Azitendaye dhambi ni wa Shetani, yeye yeah, yeah, alizitenda.